E, kama kawa kama kawaida e, bwana e, Saidi Komba mwenyewe nikiwa ndani e, ni ya Zingiziwa. Leo nimekuja kuwaonesha mradi kama unavyoona e, mradi unaenda kwa kasi e, bwana hapa e, kiwanja milioni mbili na laki tano tu e, kama ninavyokwambiaga siku zote Saidi Komba hanaga bei. Hizi ni ofa kabambe milioni mbili na laki tano kama unavyoona hao wamenunua wamejenga, umeona eh, wameanza kuweka misingi yao hapo, umeona eh, maisha mengine yanaendelea. Yani hapa ni milioni mbili na laki tano eh, mradi upo juu kabisa, upo kwenye mchanga kabisa, yani hata mvua ikinyesha miaka mia mbili miaka mia tatu hauwezi kukuta maji hapo, umeona eh, milioni mbili na laki tano. Kwa sifuri saba moja tano hamsini na saba kumi na sita tisini au sifuri saba nne, eh, saba hamsini na mbili thelathini na saba kumi na moja namba zipo WhatsApp eh, bwana hapa vimebaki vichache tu. Eh, kibili ya E, kama utamvaga siku zote mteja e, bwana e, viwanja vya bei poa, nyumba za berais unazipata kwa Saidi Komba mwenyewe, kama unavyoona tunapatikana Chanika Kibaoni, Dar es Salaam e, umeona majirani kama wote, watu wamejenga, wameka mijengo yao, maisha yanaendelea. Kwa hiyo mteja ukija unaishi na wenzio. Mji upo kabisa, huduma zote zipo za kijamii. Umeme, shule, hospitali. Eh, usafiri masaa 24. Eh, ni milioni mbili na laki tano bwana e, kama una milioni mbili au una milioni moja na laki tano, njoo uwekeze mteja mapema tu e, tunakupa miezi miwili au mwezi mmoja unakuwa umemaliza, unalipa kidogo kidogo milioni mbili na laki tano. Asanteni sana.